Mheshimiwa Juhudi Kazamoya, asante. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba leo nitoe taarifa mbele ya bunge lako tukufu kwamba kama leo Mheshimiwa Waziri atatoa maelezo

Idaa wanateta nombai tunaendelea kuonyesha kazi wanazofanya hawa mbele yake kama wa sehemu za kazi na namna wanazofanya kazi maktaba Tanzania, Bodi ya Huduma za Maktaba Tanzania. Wao wanapita pia mbele yako mheshimiwa rais, magari yanaendelea kuingia. NMB Bank wanaendelea kupita mbele yako. Tafadhali madereva, tafadhali twende tuongeze mwendo madereva. NMB Bank, mheshimiwa rais, nao wanapita mbele yako. NMB Bank wanapita mbele yako wakiendelea kutoa huduma za kifedha, wakiwa na bidhaa za aina mbalimbali kwa Watanzania hususani wafanyakazi ikiwemo mikopo akaunti za mishahara na masuala mbalimbali mbali. Na leo wanakuhakikishia Mheshimiwa Rais, kwamba kazi uliyowatuma kwenye maeneo yao wanaitekeleza. TANESCO nao wanaonyesha namna wanavyofanya kazi zao Mheshimiwa Rais, umeme vijijini, vitongoji vyote na maeneo yote, wanaendelea kuonyesha namna wanavyoendelea kuhudumia sekta hiyo Popote visa kadi inakubalika nchi nzima. Benki Tanzania kwa masho benki nao wanapita mbele yako. Chama cha wafanyakazi wa reli nao wanapita mbele yako Mheshimiwa Rais, wizara ya sheria. Asante sana, asante sana Mheshimiwa Rais, kazi zote unazoziona ni zile ambazo umekuwa ukizisimamia siku hadi siku. Gari ya titisinao hao wanapita. Mheshimiwa Rais umekuwa na 4R. Unafanya reform kwenye maeneo mbalimbali, maboresho makubwa. Na hizi taasisi zinapita hapa zikiwa na vifaa mbalimbali vya kutolea huduma, ikiwa ni kazi yako umeamsha ari, umejenga majengo kwa ajili ya kutolea huduma, umejenga, umetoa vitendea kazi ambavyo vinapita mbele yako, lakini umewezesha mafunzo kwa watumishi ili waweze kutekeleza huo wajibu, na umeweza kutoa fursa mbalimbali mbali ili kazi hizi ziweze kufanyika kwa mujibu wa utaratibu. Mheshimiwa Rais, haya ndiyo matunda Ujumbe ni ule ule, Mheshimiwa Rais weke, wanasema tujitokeze kwa wingi kwenye uchaguzi wa mwaka huu ili tukupe heshima uendelee kutuhudumia kwa kiwango cha juu. Tali, taasisi ya utafiti wa kilimo, nao wanaendelea wafanya kazi yeye. Mheshimiwa Rais, kwa muda huu kwa heshima na taadhima, naomba tukae, eh, tukijiandaa